Unapohangaika kuboresha ngozi yako, alovera bado ni chaguo ambalo ni sahihi sana, kwa sababu ni tiba ya asili ambayo unaweza ukaiandaa nyumbani na ikakuletea matokeo makubwa, na ni ngozi ya, ni, ni mwili mzima, sio sehemu moja wapo ya ngozi. kwa hiyo kwa changamoto ya ngozi sehemu yoyote ile, hakikisha unapata aloe vera jeli. Na aloe vera jeli tunayoiongelea sio mafuta ya kwenda kununua, hapana. Unatengeneza kutokana kwenye kutokana na aloe vera aa, ni kwenda kukata yale majani ya aloe vera na kutoa ile sehemu ya ndani, hiyo ndo tunayoita aloe vera jeli au mafuta ya aloe vera, yale ya ndani ya ina matumizi aina mbalimbali, ambayo tunaweza tukakuandalia, lakini kukuandalia hayo matumizi ya alovera jeli na namna ya kuitengeneza, unalipia shilingi elfu kumi, sio bure utatakiwa kuandaliwa namna ya kuweza kuitengeneza njia mbalimbali mbali, na faida zake kwenye sehemu mbalimbali za mwili wako unapohitaji kuboresha afya ya ngozi yako. Aloe vera jeli ni nzuri sana, hakikisha unaitumia, ina faida nyingi sana ndani ya mwili wako. Lakini pia unaweza ukapata hair skin plus nails, ni tiba ya asili ya vidonge visivyokuwa na madhara ndani ya mwili wako, vinavyosaidia kuboresha ngozi. Gharama zake ni hizo, soma caption chini, kujua faida zake na Ntafute whatsapp kuanza dozi yako. Haina madhara, ni nzuri kwa afya yako.